Katika shughuli za kuunga mkono jamii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mamlaka ya mapato Tanzania, TRA imetembelea vituo mbalimbali mbali vya malezi na ustawi wa jamii mkoani Kigoma. Ziara hiyo ilijumuisha vituo kama kituo cha Subira minal Rahmani kilichopo Ujiji, kituo cha Bangwe kinachoitwa Shattered Home pamoja na kituo cha Kibilizi cha wazee kinachoitwa silabi siso labor bodi, ambapo TRA ilitoa misaada mbalimbali kwa wakazi wa vituo hivyo. Wakati wa ziara hiyo, wakuu wa TRA walitoa zawadi ikijumuisha vyakula, vifaa vya usafi, viti vya magurudumu wasiojiweza na mahitaji mengine muhimu. Misaada hii inalenga kuonyesha mshikamano na upendo kwa jamii, hasa kwa wale wanahitaji msaada wa kijamii na kiuchumi katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani. Kamishina mkuu ametuagiza tulete e, vitu hivi vichache ambavyo e, ni sehemu ya kile ambacho na sisi tunakuwa tunapata kasma serikalini, tukasema tuchukue kidogo tuweze kushiriki na nyie wazee Tunatambua kwamba kituo hiki kinahudumia wazee wa dini zote, Wakristo, Waislamu na hata wasio na dini. Kwa hiyo tunakishukuru na kukipongeza uongozi e, wa kituo kwa namna wanavyojitoa kwa ajili ya kuwahudumia. Kwa sisi pia, kwa ajili ya kusapoti jitihada za kituo e, tumewaletea vitu mbalimbali mbali, e, ikiwemo unga wa mahindi kwa ajili ya kula chakula kwa tumeleta unga wa ngano, tumeleta mchele kilo mia moja, maharage kilo mia moja. Tumewaletea tambi, sukari, chumvi, mafuta ya kupikia, lakini pia tumewaletea pia pamoja na vifaa vya usafi kama mnavyoviona. Lakini kwa kutambua kwamba kituo hiki cha wazee pengine kuna wazee ambao wanapata changamoto za kutembea, tumewaletea pia hizi e, za kuwasaidia kwa ajili ya kutembea. Lakini pia tunafahamu pia kuna wengine wanaweza kuwa na changamoto za, ku, e, za kutembea moja kwa moja, pia tumewaletea hiki kiti cha kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya vitu ambavyo e, kwa siku ya leo <coughs> kamishina mkuu wetu ametuagiza tuwaletee. Ah, ninaamini kuna baadhi yetu watakuwa wamefunga na kipindi cha Koresma, baada tunaambiwa kwamba ni kipindi cha kuleta cha matendo mazuri, matendo ya huruma. Bwana Yesu asifiwe. Basi kamishina wetu mkuu ikawa amewiwa kwamba hawezi kuleta hivi vitu vichache kama zawadi na shukrani kwenu pia mm -hmm, ili tuweze kujumuika pamoja katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tumsifu Yesu Kristo. Tumefanikiwa kufanya sapoti ya, ya mediko uh, tuna tumeweza kutoa gharama za matibabu pale hospitali ya Maweni, shilingi shilingi laki nne <coughs> na elfu moja mia mbili gharama ambazo zimelipiwa kwa control number pale hospitali, lakini pia tuna fimbo za kutembelea kwa wale ambao hawezi kutembea. Tunazo wheelchair, kwa wale ambao wana ulemavu zitatusaidia. Viongozi wa vituo vilivyotembelewa walielezea furaha yao na kutoa shukrani kwa TRA kwa kutambua na kukidhi mahitaji maalumu ya makundi mbalimbali mbali. Walisema misaada kama hii inachangia kuboresha maisha ya wanufaika na kuwasaidia kujisikia wanathaminiwa na jamii. Kwa heshima na taadhima kubwa tunaomba mpokee shukrani zetu za zati kutoka Bango Sheltered Home. Ninayezungumza hapa kwa majina anaitwa Brother Patrick Anton Gervas, ni mratibu wa kituo hiki cha watoto wenye mahitaji maalum. Kituo chetu kilianzishwa mwaka 2004 na shirika la Brothers of Charity Tanzania. Ah, mpaka sasa kinahudumu kwa hao watoto 47 na kimekuwa kikihudumia hao watoto kwa miaka zaidi ya 20 sasa. Kituo chetu hiki kinaongozwa na lugha yetu ambayo sisi tunapenda kuitumia. Lugha yetu kubwa ni lugha ya upendo, upendo wa kimungu, unconditional love, kwa watoto ambao wanatengwa na jamii, kwa watoto ambao wanaonekana hawawezi kutokana na hali zao. Tunaamini kwamba ulemavu si sababu ya kutufanya sisi tusiwe sehemu ya jamii, hivyo tuna tunapambana kuhakikisha kwamba tunatengeneza jamii ambayo inawakaribisha watu wote bila kujali hali zao. Tunachukulia upendo, lakini tunaongozwa na vitendo zaidi, ambayo tunaita kwetu ni charity. Charity kwetu tunaitafasiri kama namna ya kuonyesha upendo kwa wenzetu, lakini kwa vitendo zaidi na basi, kupitia hii event ambayo umeiandaa na kuweza kutufikia kwetu, tunatoa shukurani zetu sana kwa kamishna mkuu, ndugu yetu, Bwana Yusuf Mwenda pamoja na uongozi wote kutoka mamlaka ya mapato Tanzania kwa kuweza kuwafikia watu hawa ambao wanaonekana wadogo zaidi, the least among us. Tunatoa shukrani zetu pia kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuzingatia watu wenye mahitaji maalum. Mwisho, tunapenda kuwakaribisha na muendelee kuwa na moyo huo nimegusa sana uliposema kwamba umetugusa kwa matibabu ya hao watoto wetu. Kimsingi tunatoa huduma ya dawa kwa watoto wenye changamoto mbalimbali ikiwemo kifafa, watoto wenye utindio wa ubongo, pamoja na watoto wenye schizophrenia ambao kimsingi wanahitaji dawa ili kuweza kuishi maisha ya kawaida na kufanya shughuli za kila siku. mara ya kwanza nijitambulishe, kwa jina naitwa Fred David Charles. mimi ni afisa ustawi wa jamii msaidizi kwenye makazi ya wazee wasiojiweza kwa kitendo ambacho TRA wanakuwa wanakifanya miaka yote, kwa kweli tunawashukuru sana. Sisi kama kituo, angalia bidhaa ambazo wametuletea leo: unga, sukari, mafuta ni vitu ambavyo tunavihitaji sana. Kwa hiyo sisi hatuna cha kuarudishia zaidi ya kutoa shukrani kwa mkuu wa TRA Tanzania kwa kutujali, maana kuna vituo vingi sana ambavyo vi, vi, vi, vi, ni watu wenye uhitaji, lakini wakaona wazee wanastahili kupata zawadi hii sisi, kwa kutuchagua hivyo, tunaombea kwa Mwenyezi Mungu awabariki majukumu yenu yaendelee kuwa mazuri zaidi, kama ni kodi mnakusanya, basi msipate na changamoto kwenye kazi yenu. Sisi tunawashukuru sana, kwa niaba ya serikali nasema Mungu awabariki sana, na karibuni tena mwaka mwingine kwa ajili ya kufutulisha wazee. Amina, asanteni sana. TRA wametusaidia sana, wameleta vitu vingi sana e, nashukuru sana, Mungu awabariki mlipotoa, Mungu awaongezee mara mia. Eh, tunaomba mabranketi Mashuka, tunajua neti mmetuletea, hata sitotosha, lakini angarao kidogo. Mimi kwa niaba ya wazee ninashukuru sana kwa msaada wa TRA waliotuletea, nasema asante. Ziara hii inasisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya mashirika, serikali na jamii katika kusaidia makundi yenye uhitaji maalum, hasa katika nyakati muhimu kama mwezi wa Ramadhani. TRA imetiwa moyo na kuahidi kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha ustawi wa jamii. Hii ni Anwar TV, na jina langu ni Rahma Bilali.